Naam, karibu sana mtazamaji wetu wa Gumzo la Ghassani na, na leo tumezungumza na tumekutana hapa mjini Bayreuth na ndugu yangu Dennis ambaye anatokea nchini Tanzania. Dennis ni mwanafunzi wa uzamifu hapa nchini Ujerumani. Yeah, asante sana ndugu yangu kwa uh, kwa kukaribisha. Naam. Kwanza tuzungumzie kuhusu masomo yako, namna mm -hmm. ambavyo umepata fursa ya kuja hapa Ujerumani kufanya mafunzo yako, umeipataje na unasomea nini hasa? Yeah. Asante sana kwa swali hili uh, mimi nimezaliwa nchini Tanzania. Um, ninatokea Morogoro, ila baadaye tulihamia Dar es Salaam na familia yangu. Nilisoma pale Changombe wilaya ya Temeke, baadaye nikaenda Milambo kwenda kusoma uh, um, um, shule ya upili ya juu, baadaye chuo kikuu cha Dar es Salaam, nikasomea ualimu kwa masomo ya Kiswahili na Kifaransa, na mara baada ya kumaliza unajua kile kipindi cha <laughs> cha Magufuli nilimaliza kile kipindi cha Magufuli, natafuta ajira na kadhalika, nikaenda BAKITA uh, kwenye ile kozi ya kupiga msasa walimu wa, wa Kiswahili nilifanya hiyo kozi kwa wiki moja na nikapata, nikapata cheti na kwa bahati nzuri rafiki yangu akanijuza kuhusiana na ufadhili wa masomo ya shahada ya, ya pili ya, ya uzamili hapa Ujerumani ambayo ilitolewa na uh, Card. Uh, kanisa Katoliki nika, nikaomba nikapata fursa ya, ya kuja hapa Ujerumani kusoma masomo ya Kiafrika katika chuo kikuu cha Bayreuth. Nilipofika hapa uh, mjini Bayreuth rafiki yangu mmoja pia ambaye anafanya kazi JZ uh, uh, uh, uh, akanitaarifu kwamba kuna, kuna hii taasisi unahitaji walimu, walimu wa Kiswahili kwa hiyo uh, nikaenda pale nikafanya, nikafanya maombi uh, ma, wakanikubali, walinipatia pia mtihani wa kufanya <laughs> uh, si kwamba wanakubali tu ni mwalimu wa Kiswahili pia, lazima waangalie, je, una ujuzi, kwa sababu kufundisha lugha si, si, si, si kazi ndogo. Si kile Kiswahili tuna tunasoma kidato cha kwanza cha pili, unaambia hii ni ngeli ngapi. Na kufundisha watu uh, Kiswahili ambao si lugha mama inahitaji ujuzi mwingine ambao nilipata chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini inahitaji pia kujijenga ku, kuji mwenyewe. Kwa hiyo nilifanya ni, huo uh, huo mtihani pa JZ wakanikubali wa, wa, wa, wakani walivyonikubali, um, nikafanya nika, nika majaribio kwa muda wa, wa miezi mitatu, baada nika nikafanya kuwa mwalimu rasmi wa Kiswahili kwa wageni kwa JZ, ambayo kwa Kijerumani wanasema Gesellschaft fur internationale Zusammenarbeit ambayo ipo hapo pia Tanzania, ukienda Kenya ipo zaidi ya nchi mia moja shirika la ushirikiano, shirika la, ni kweli. Kwa hiyo pale tuna ninafundisha ni, ni, wanadiplomasia watu wanaofanya kazi kwenye masuala ya kijamii uh, ya afya na, na kadhalika. Kwa hiyo hiyo ilikuwa uh, safari yangu ya kwanza kufundisha um, Kiswahili. Nilianza pale GIZ uh, na baadaye nikawa nika, nika, nika naendelea kumsaidia huku mwalimu uh, wa, wa Kiswahili hapa chuo kikuu cha Bayreuth kwa Bayreuth, sababu pia wanafundisha pia Kiswahili kutoka ngazi ya awali mpaka ngazi ya juu. Nilikuwa nasaidia tu kama mkufunzi msaidizi eh, na baadaye nikapata pia fursa ya Erlangen kufundisha madaktari eh, eh, Kiswahili. Kwa kwa sasa pia ni, ni mwalimu eh, wa, wa, wa Kiswahili kwenye hizo taasisi pia ninafanya shahada yangu ya uzamivu chuo kikuu cha Luneburg karibu na Hamburg. Kwa hivyo ni mwalimu na mwanafunzi kwa wakati mmoja. Naamini ama bila shaka, kwa sababu ni maeneo hayo hayo. Taaluma ambayo unafanyia sasa, hizi shahada yako ya tatu ni taaluma gani? Nipo kwenye magazeti ya Kiswahili Uh, magazeti ya ukoloni wa Ujerumani. Unafahamu, hata sisi wa Tanzania tumejifunza kwenye shule ya msingi, ni shule ya upili ya awali ambayo ni ordinary uh, na ni O level na uh, A level, shule ya upili ya juu, tumejifunza vitu vichache tu kuhusu Ujerumani. Na kwenye hiki kipindi cha Ujerumani, kulikuwa kuna kulikuwa hakuna magazeti mengi yenye yalichapishwa kwa lugha ya Kiswahili. Hata ukiangalia Afrika, hata ukiangalia nchi zote za Waingereza, Nigeria kulikuwa hakuna au ni kwa mara chache sana kuona machapisho hususani magazeti yakichapishwa kwenye lugha za Kiafrika. Kwa hiyo, kwenye hii kipindi cha hujuma lilikuwa kuna gazeti la Kiongozi ambayo lilitoka mwaka mpaka 1918. Kwa hiyo, mimi kwenye hayo magazeti ninaangalia, kulikuwa kuna gazeti lilisaidiaje sasa kuwapa sauti watu au sauti watu kwenye hiki kipindi na machapisho gani yalitokea kwenye hiki kipindi na, tunafahamu ya kwamba Kijerumani au Wajerumani ni si tu Waingereza waliounda hii kamati ya Afrika Mashariki ya lugha ya Kiswahili mwaka 1928 si tu wao waliochangia ukuzaji wa lugha ya Kiswahili lugha, ukuaji na urasimishwaji wa lugha ya Kiswahili, luga, uras, u, u, ya Kiswahili. Uh, siwezi kusema usanifishaji kwa sababu usanifishaji ulitokea kwenye kipindi cha ukoloni wa Ingereza chini Tanzania ya, lakini urasimishaji sasa wa Kiswahili ulianzia kwenye kipindi cha Wajerumani wenyewe. Na wao ndio walobadilisha hati, na ilianza, walipitisha wali uh, um, amri kwamba kwa shule zote za serikali yeah, na mashirika yote kipindi cha wakoloni wa Wajerumani mpaka mwaka 1894 waanze kutumia hati ya hati ya Kilatini hilo no. ni suala jingine ambalo nataka tupate siku kulizungumzia, kuhusu mchango wa Wajerumani katika lugha ya Kiswahili Leo tuje katika hili jambo mahususi kabisa kwamba wewe uh, pamoja na ni mwanafunzi ni mwalimu pia wa Kiswahili mm -hmm. na kutoka kwa mwalimu wa Kiswahili katika vyuo vikuu, ni mwalimu wa Kiswahili katika shirika, shirika, Kima mm -hmm. la kimataifa la Ujerumani Mataki watu wengi uh, tunajua kwamba Kijerumani pia ni uh -huh. katika nchi za mwanzo za kuanzisha masomo ya Kiswahili katika vyuo vyake vikuu, kabla hawajaanzisha watu wengine, walikuporesha tangulia, lakini si katika vyuo vikuu tu, lakini katika shirika shirika. Na imekuwa ni kwamba shirika la Kijerumani linawalipia Wajerumani kusoma lugha ya Kiswahili ambayo si lugha yao kabisa mm -hmm. kwa gharama zao wenyewe, pameanzaje? Uh, shirika hili la ushirikiano wa kimataifa la, la Ujerumani ni la kitambo sana alijianzia miaka elfu mbili mwaka elfu moja mia na katika hii shirika wanawasaidia wana, wana, wana, wana wafanyakazi wake ambao wafanyakazi wake ni wanadiplomasia, wanafanya kazi katika Goethe Institute za, ku, ku, uh, za, za, za kukuza Ujerumani wa utamaduni wa Wajerumani wa, wa, wa, nchi za nche, wanafanya kazi kwenye mambo ya kijamii, kwa hiyo ka, au kazi maalum wametumwa na serikali, kwa hiyo lengo lao hasa zaidi ni kuwasaidia hawa sasa hawa wafanyakazi, wakienda wakienda Afrika Mashariki, wakienda Tanzania, wakienda Kenya, hususan waweze wa kuwasiliana na, na watu wa, wa na, na wana Afrika Mashariki hususan kwa mfano um, uh, Tanzania. Kwa hiyo unakuta serikali wanakuwa wanagharamia wao kwa wenyewe, na kwenye hizi taasisi sasa ni kitu kama wameunda wa, wa, wa pia vitabu vyao. Mimi nilipoenda hapa nikasema, ah na mimi na vitabu vyangu, nikatoa vitabu vyangu vya Tanzania, wakasema hatuvitaki. Kwa hiyo wow, wao wameandaa, wamefanya tathmini eh, utafiti, wakaandika, wameandika kinaitwa Kiswahili orientium kuz ambayo wamejumuisha mada wanazozitaka wao. Kwa hiyo mimi nikienda pale kama mwalimu ninafuata hiko kitabu. Kama nikitaka kutumia vitabu vingine ninaweza kutumia, lakini hiko kitabu msingi ni ni wa hiko kitabu. Na wanafunzi wakishamaliza wanapokea cheti. Cheti ambacho kina kina kina kina kina nembo au kina kichwa cha Uh, shirika la ushirikiano wa kimataifa hili la, la GIZ ambayo makao yake makuu ya, makuu yapo Bonn. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba Tanzania uh, ni, sio tunasema kwamba Bakita ina inahusika katika ukuzaji wa lugha nchini Tanzania na ulimwengu, imepewa hilo hilo jukumu, na hata pia wametoa kitabu cha ujifunzaji wa Kiswahili kwa wageni. Ni kitabu vizuri na kipenda, lakini tukumbuke pia katika hizi nchi nyingine pia watu wana sheria zao, wanafahamu kwamba ama, wana vitabu vyao. Ni jambo zuri na inaonyesha in, in, namna gani uh, sisi tu wa Tanzania zao, Kiswahili kitu gani. <laughs> lakini watu kitabu utaewekeza wa nafanya... wa pesa, wa pesa nyingi nyingi, nyingi. No. Wamewekeza pesa nyingi nyingi sana na na, na, na, na, na, na. Sasa na, na, na, na hivi vitabu, mimi mwalimu mwenyewe nina nina soft copy na kala kalalaini, nimekatazwa nime, nikikutwa ninasambaza kwa watu wengine ninapigwa fine ninapigwa kwa hiyo, iko kitabu kwanza wanachosoma wenyewe, ha, hauwezi ha, ukakipata mtandaoni. Jaribu tu kuandika Kiswahili kepo kwa Kijerumani kwa GIZ, ha, hautaweza kukipata nam na, tuje sasa kuhusu mwitikio wa Wajerumani ambao wanajifunza Kiswahili si kama wanafunzi walioko vioni, lakini kama watu wa aina ambao waneitaja watu ambao wanakwenda Tanzania, Afrika Mashariki kufanya kazi, watu ambao wanakwenda kule kwa kibiashara, kipmasia na kazi maalum kwenye mabano. Uh, uitikiaji ukoje, mwitikio ukoje kutoka kwa Wajerumani? Je, wanafunzi wako wanaongezeka, wanapungua? Uh, wanafunzi nawapata wengi sana. ni, ni, ni watu wazima ni wana miaka kuanzia miaka t thelathini na tano miaka arobaini kwa sababu wengi wanaotoka kwenda nchi za nje ni ni, ni watu wenye uh, nafasi fulani. Ila kuna watu wengine wanapata vijana, lakini vijana ni nadra sana, kwa unakuta mtu namna na, umri unavyozidi kwenda ndivyo ugumu wa kujifunza lugha unapokuwepo. Lakini hao watu wanahuba wana, wana yaani, ukiona mtu anakulka wana wanajitihada vibaya mno kuwa, unakuta mara nyingi sana tunaanza kipindi kuanzia saa mbili kamili asubuhi mpaka saa sita tuna tunapata mapumziko, tunakutana tena saa nane mpaka saa kumi na nusu kwa ajili ya mazungumzo, yani masaa manane kwa siku. Kuanzia ile asubuhi, kuanzia saa mbili mpaka saa sita ni ni sarufi na mazungumzo, kile kipindi kuanzia saa nane mpaka saa kumi na nusu jioni ni mazungumzo, lakini kwa ufupi ni kusema kwa jumlisha ni karibu masaa ama masaa sita na nusu, masaa sita na nusu kwa siku. Kwa gap wiki tunafanya mara siku tano, siku tano siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, tano kwa wiki, saa sita kwa siku. mm -hmm. masaa thelathini kwa wiki. yeah, masaa thelathini kwa wiki. mm -hmm. na wanakuwa na break, swali la kujibu, lakini ni vizuri mazungumzo na wana wanasoma wana kwa muda gani mpaka kozi inamalizika? Sasa cha kuchekesha sasa hiyo kozi ni, ni kwamba mara nyingi sana wanafanya kwa wiki moja, kwa sababu wanakuwa hawana muda mwingi. Wakishamaliza kozi hii wanaenda kwenye security course, ya usalama, wanajifunza namna gani ya kujikinga, ni vitu hivyo <laughs> yeah. yeah. kwa hiyo unakuta wanasoma wiki moja ila uh, wakishamaliza wiki moja wanafunzi wengi sana wanapendelea kuendelea sasa kwa sababu wiki moja haitoshi. Wiki moja unapata tu utangulizi wa awali, kwa wanaendeleza kwa njia zao wenyewe, au ninakuwa nao kwenye hiki kipindi kijacho ambapo wananiuliza kama wanakuwa na maswali, wanaelekea kwa kwa barua pepe au tunakutana kwa njia ya mtandao ya Zoom, au wana wanasema tunahitaji kozi nyingine. Kwa hiyo mimi napata taarifa, ila mara nyingi haizidi Uh, wiki tatu. Kwa hiyo na kama wakitaka hiyo mm -hmm. mwendelezo mm -hmm. bado serikali inawalipia au wanalipia wenyewe? Uh, serikali inaweza kuwalipia mara mbili tu ambao wao hawalipi ni bure, ndio ndio. Ni serikali tu ina garantia. Baada hapo wakitaka wanalipia wenyewe bila kuwalipia. Yeah, na watu kesi hapo wanafanya hivyo.

kwa mimi, ujifunzaji wa lugha a ni, ni siasa. Kwenye kipile cha Magufuli nilikaa ndani ya mwaka sikuwa na wanafunzi a kwa kwa si wanafunzi hamna kazi kwa, kwa sababu hii ni, ni, ni, wan, wanaita kwenye ile mfumo wao, na wewe wewe ni kama trainer wanasema ni ya yafsikulewa kibarua, kwa kule hawa hawaniti hawa, hawanitimi mwalimu kwa sababu mwalimu hawataki ile, kwa sababu mimi nikienda pale ni kama anachukua nini, nawafundisha kwao. Wanaamini kwamba hata kama mtu anajifunza lugha ni mazungumzo baina yangu mimi mzawa na mwalimu na huyo mwanafunzi, lakini si kama mimi nampatia yule na, yu na, yu na mwanafunzi kwao. Kwenye kile kipindi cha Magufuli si, si, sitaongea mambo ya kisiasa hapa, kwa sababu mimi si mwanasiasa, mwana, mwana, mwanazuoni. kwa kwenye kile cha Magufuli ilitokea mwaka sikupata mwanafunzi yoyote, unakuta mwaka napata tu mwanafunzi mmoja au wawili. Uh, ila kwenye hiki mwishoni mwa Magufuli na hiki kipindi cha sasa kumechacharuka kila mwezi kila, kila, kila mwezi mpaka wengine nikapata na watoto mnataka, ah, na watoto wangu watoto wangu wa miaka mitano uh, tuwe pa mm. nao pamoja nini, amna shida mm. ila sasa mambo watu wengi sana wanaenda Tanzania hasa mm. wanajifunza huku alafu kule wanaenda uh, kuendelea na mm. no. no. Uh, tuje kuhusu husiana kwa mwenyewe binafsi na Kiswahili mm -hmm. nakinda kwamba Uh, unapokuwa una darasani unafundisha lugha hii ya Kiswahili, lugha yako mm. ambayo umekulia nayo. Dar es Salaam ni Waswahili, Dar es Salaam hata kama umetoka mm. Morogoro, lakini pale ni Kiswahili tayari. ah, ah. ina maana gani? yeah. kwa binafsi kama wewe binafsi ina maana gani, kwa kusimama darasani mm -hmm. uh, ukiangalia nyuma ukotokea mpaka sasa umefika hapo Ujerumani, mm -hmm. unasimama katika nchi mm -hmm. ya kigeni mm -hmm. ardhi ya kigeni mbele ya wageni okay. unafundisha lugha yako wewe binafsi mm -hmm. ina maana gani? Amsema kweli uh, uh, uh, niko ile hali, baba yangu alikuwa mwalimu kwa Kiswahili Tanzania, ah, yeah, na na Kifaransa pia mm -hmm. Nilisoma chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa uh, Kiswahili sikudhani kama Kiswahili kitaniletea faida katika maisha yangu. Jambo eh, nilikuwa nasoma tu ni, ni, ni, ni ni kwa ajili kwa ajili kwa sababu nichukua Kifaransa kilikuwa somo langu kuu. Nikasema hiki Kifaransa lazima tu nikimaliza, lazima tu inalo nipate ni kazi kwenye hizi, na I mean, uwezi pia ukosa kazi. Nikasema acha Kiswahili nichukue tu kwa kwa ajili kwa sababu kwa mwanafunzi lazima awe na masomo mawili. Sikutaka kuchukua hmm. Kiingereza nikasema acha tu nichukue Kiswahili, kwa um, kwa hiyo uh, uh, sikutiria siku, siku maanani kwamba Kiswahili kinaweza nikakifanya pia kuwa kama ajira. Watu walikuwa wanaongea, lakini hiyo ni kujuana tu, napata kazi <gulia> unajua mambo kama hayo. Lakini niwe tu mkweli, nilipomaliza mpaka sasa sijafanya kazi yoyote inahusiana na Kifaransa. Siseme watu wasosaku Kifaransa, nili kwamba uh, nilikueleza kwamba kuna kuna kuna utajiri mwingi sana kwenye hii lugha ya Kiswahili. Kama tukigundua hasa vijana, fursa zilizoko kwenye lugha ya Kiswahili, tukachacharika, hiki Kiswahili kina a, a, a, a, tunaweza kukitumia kama nyenzo ya, ya, ya, ya ajira, kitu ambacho Wakenya wanakifanya, wana vizuri zaidi, sisemi Wakenya kwa meza mna mnanitazama mna... mna... ni kwa njia nzuri tu, ili sisi Watanzania tujifunze. Ni kwamba watu wana ule ujasiriamali mali katika lugha, kitu ambacho ujasiriamali mali katika lugha Watanzania hatuna. sisi Watanzania tunategemea ah, nafasi za kazi zimetoka kutoka Botswana, sasa BAKITA wote mje tufanye hivyo. Vitu zinatokea lakini ni mara chache sana. Hata sasa hivi hapo Ujerumani hakuna chuo kinachotangaza tunahitaji walimu wa Kiswahili. Inaweza katokea, lakini ni namna gani unavyojiuza, ni namna gani unavyotafuta nyezo mbadala za kuweza sasa kukibidhaisha iko iko lugha ya Kiswahili. Kwa mimi mwono wangu na uhusiano wangu wa, wa Kiswahili sasa hivi umepanuka, na kwa kweli hii lugha ii ni mzawa, lakini sasa <laughs> hivi ninaheshimu sana kama anataka hata vijana ambao wa wapo shuleni sasa hivi au wanaosoma Kiswahili au wanaofikiria jamani hivi kitu nisome, ni, ni kwamba wenzetu hapa nchi za nje wanakithamini sana hii lugha kuliko sisi wenyewe tunaozungumza. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ni ndugu yangu huyo Dyoniz. Dyoniz amekuwa nchi ya Ujerumani kwa miaka kadhaa sasa kwa ajili ya masomo na ya ngazi ya ya kati na ngazi ya juu, sasa shahada uzamifu, ya uzamifu hapo kwa ajili ya uzamili sani, uzamifu, karibu kwa Dr. Dyoniz. Nakushukuru sana kabisa kwa kuungana nasi, nashukuru sana pia kwa nasaha yako ya mwisho, namna ambavyo Kiswahili kiwe pia sehemu ya ujasiriamali wa Waswahili wenyewe. Asante.